Kuitea na mara nyingine ndani ya Mjukuu wa Bunduki. Kama ni mara kwa sana kuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, turn on notification bell ili ninapofanya video nyingine mpya ujumbe inakufikisia inakufikia kwa haraka Kiswahili. Omeombe koro awuok kwa gara adwaro pido rasta koro sani. Rasta ema koro adwaro pido. Koro awuok agoye kore ka. Ng'at ma ok dwar tich winje. Ng'at ma dwa tiyo ne jopiny ndani pesa ng'amadwamiwuothogo mikao i da hinje ngamoyio ni nyalo tiyono jopiny gi msara michule cha ndani koso manoembakama anadwago koro kama chopeni manembakamadwatimoro ade madwago kanyisouni miauru jomaoyie tich utim kamano umiya jomayie tichatmondo watero ma be mbele Gladys Wanga. Kila siku wanastumu gavana huyu na sababu zangu. Tangu mheshimiwa Raila Odinga hampeu gavana cheo kama chairperson wa chama cha ODM, huyu gavana amejawa kiburi, maringo, majivuno. agavana ambaye amesaidiwa na Raila Odinga kukua gavana. Gavana huyu amesahau ya kwamba nafasi ambayo halipewa kama gavana Omar Bey hakustahili kupewa cheo hilo kama gavana, na nataka kuweka wazi ndio wengi wajue kwa nini Gladys Wanga amekuwa gavana wa Homa Bay. Gladys Wanga leo hii anashutumu deputy yake ambaye ni Oyugi Magwanga. Kama Oyugi Magwanga angekataa kufanya na huyu mama kazi, huyu mama angekuwa gavana wa Homa Bay. Oyugi Magwanga ndiye alifanya influence ya kura ya Karachuonyo, ni ni Kasipul, ni Karachuonyo large ndio wako na kura kwingi sana Homa Bay. Kasipul, Homa Bay town na Karachuonyo constituency. So constituency hizo tatu ziko na kura na Oyugi Magwanga 2017 alishinda Hawiti Cyprian Jamawego na chama cha ODM alikuwa independent 2017 therefore handshake ikamsaidia gavana Cyprian Awiti, akamaliza tamu yake. So nataka kuzungumza nikisema ya kwamba uchaguzi inayokuja mwaka 2027 governor Wanga kama atabadilisha tabia yake achaguliwi Homa Bay, na nataka nieleze sababu ambayo itafanya huyu governor atachaguliwa Sababu namba one wale wenye kura Homa Bay ambayo ni Karachuonyo, wakati gavana huyu anaanza kupiga Oyugi Magwanga na kuachisha kazi ambayo amemwachisha kama eh, waziri wa agriculture, so wengi wataanza kuindafia na kura zake, so wataanza kuona kwamba huyu ni mtu ambayo anadhulumu kijana wetu, huyu ni mtu ambayo anajaribu kufanya siasa ya revenge, so siasa ya revenge ndinafanya gavana huyu anapoteza maarufu. Ndugu yangu, watu wanaenda uchaguzi kuchagua mtu ambao wanataka. Sioni makosa ambayo huyu gavana alifanya, huyu deputy gavana alifanya kusapota Rotko. Unajua kifo ya marehemu Ong'ondo Were, huyugi Magwanga alitoa pesa ya matanga ya kuchangisha, gavana na marafiki zake walirudishia huyugi Magwanga pesa zake. Unaona mali situation ilianzia ya kwamba, so wakati wewe kama governor una revenge kwa deputy wako, na unajua ya kwamba kama siyo yugi Magwanga na Raila Odinga unge angechaguliwa governor, so Kam 2027 nawaambia leo ya kwamba Gladys Wanga ni nyumbani, hakuna Raila Odinga, hakuna Yugi Magwanga. Sidani kama kuna mtu ambaye anaweza replace Uyugi Magwanga Homa Bay Town, ili governor Wanga chaguliwe 2027. Therefore, nataka kusema kwamba Gladys Wanga kama hata badilika atashindwa saa kumi na mbili mapema na itambidi, hamna mie uyugi magwanga without kumnamia Yugi Magwanga Gladys Wanga anashindwa saa 12, na hii nataka niseme leo bila uoga wowote ya kwamba yule mtu atakayomfanya Gladys Wanga kuwe governor 2027 ndio Yugi Magwanga. So Yugi Magwanga akisimama, Gladys Wanga ndani nyumbani. Namba 2 the reason why ambaye anasema kwamba huyu mama hawezi chaguliwa au mabe tena. Huyu mama anashindana na Pieso Molo. So wakati unashindana PS ambayo walianzisha serikali na William Ruto from beginning 2022. Gladys Wanga amekuja juzi kwa Broad Based Government, kama PS Raymond Omolo tayari yuko ndani na ni PS kwa internal security chini ya uongozi wa Samoei Arap Ruto. Puru, so ukijaribu kuangalia Ruanga na jaribu kupigana, oh, mimi nataka nikuwe popular, sijui, mimi nataka nikuwe deputy president, my friend, iwezekani hizo ni ndoto ya mchanga Wanga, Gladys Wanga hawezi kuwa deputy ya William Ruto 2027 kwa vyovyote. So itamlazimisha yeye kama gavana hamnamie Raimu Nomolo kisha hamnamie Yugi Magwanga. Na hii vita ameanza ya kwamba jana aliachisha mtu Yugi Magwanga kazi kisha uYugi Magwanga alipewa slot ama alipewa nafasi kusimamia agriculture. So ile yeye ndiye alikuwa kama waziri wa agriculture. Na ni kitu ambaye amebobea, kitu ambaye amesomea. Ndio maana agriculture inafanya vyema chini ya uongozi wa hiyo county since hiyo huyu Magwanga na Governor Wanga chaguliwe. So wakati unanyang'anya mtu ambaye amejua yale ambayo anafanya, huyu Magwanga anapeana vifaranga, mbegu ya sijua mahindi, mbegu ya njugu na anatafuta market. So wakati umemuondoa, unataka kuleta nani? kwa sababu hasira na siasa ya upusi ambayo Wanga nafanya, ndugu zangu, 2027 narudia ya kwamba Wanga Gladys anaenda nyumbani. The reason why ambaye anaenda nyumbani nimesaa kukuambia mapema. Ruto ukipea Ruto Raymond Omolo na Wanga, Ruto atachukua Raymond Omolo, hatachukua Wanga. So wakati Wanga anapigana na Raymond Omolo inamaanisha kwamba Wanga anajichimbia kaburi. Wakati Wanga na dharau watu kama kina Simbarati, hiyo ni Wanga anajichimbia kaburi. So Wanga nadhani ya kwamba Uburudinga atamuinua mkono kisha mpete tiketi. Hata Uburudinga akimpete tiketi na yumine mkono, Wanga anaenda na tiketi ya ODM nyumbani 2027. Reason why? Kwa sababu hakuna chochote huyu mama anafanya kwa ground. Ni kelele, PR na kununua watu wakati ambao ODM wako na afla ama kununua watu wakati ODM na William Ruto wako Homa Bay kwa shughuli ya national government, hapo wanga atafanya vyovyote kulipana shilingi 1500 kwa kila mtu na kusomba watu na basi ili wajaze mkutano ya mheshimiwa rais ili washangilie, wakati yeye anasimama. So akisema broad based watu wanashangilia, ni watu ambao wamelipa 1500 na wametolewa all seven constituencies wa Homa Bay. Ndugu zangu, siasa ya Wanga tunamjua. Tukijadili mwenendo ya Wanga, tunajua sababu ambayo Gladys Wanga hatachaguliwa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Langu jina ni mjukuu wa bunduki kijana huru Kenyatta. Kama ni mara kwanza nakuomba like, comment, share. Turn on notification bell pale mjukuu wa bunduki kuna picha yangu, hakuna mjukuu wa bunduki mwingine, na nakuomba share link, hiyo link ndiyo na share kwa ndiyo ende ndiyo kuwe na traffic ya channel hiyo. Ndio support kubwa ambayo utakayo unisaidia. Asanteni sana, na Mungu hawabariki. Hadi wakati mwingine, kwa video mwingine. Ala msiki.